Baada ya kusikiliza injili takatifu sehemu inayofuata ni madhehebu ya kuwaweka mashemasi wengi katika daraja takatifu. Na katika sehemu hii, kiti kitaandaliwa mbele ya altare. Baba Askofu atajongea mbele ya altare na kuketi kwenye kiti, na baadaye baba mkuu wa shirika atawatambulisha watakaji na mara baada ya kuwatambulisha kwa kuita majina mmoja mmoja, watajongea na kuinama mbele ya baba askofu, na kisha mkuu wa shirika atatoa ombi la kuwaweka kwenye daraja ya ushemasi hao watakaji, na kama mama kanisa pamoja na baba askofu wataridhia, basi baba askofu atawateua ndugu hawa ili waweze kuwekwa katika daraja ya ushemasi. Ikumbukwe na kuzingatiwa, mara baada ya baba askofu kutangaza kwamba amewateua, sisi sote, kabla ya kushangilia, tukumbuke kuitikia, tumshukuru Mungu. Karibu baba askofu, na karibu baba provinsiale watambulishe watakaji. wale watakaopewa daraja ya ushemasi wajongee hapa. Frateri Laurent Damas Kabila. Nipo. Frateri

Baba mheshimiwa sana, mama kanisa mtakatifu anaomba uwaweke hawa ndugu zetu katika daraja ya ushemasi. Je, wajua kama wanastahili? baada ya kuwauliza wa Kristo, na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika na shuhudia, kwamba wanaonekana kuwa wanastahili kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mwokozi wetu Yesu Kristo tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya ushemasi. Tumshukuru Mungu. Mashemasi wateule watakwenda kwenye sehemu iliyoandaliwa, na kisha tutasikiliza homilia takatifu kutoka kwa Baba Askofu.